Jina anaitwa Dionisia Donati Mlelwa, ni mjumbe wa serikali kuu ya kijiji, pia ni mwezeshaji wa afya ya kijamii kwa kazi ya kujitegemea. Namshukuru Mungu kwa, kwa zahanati ya Makowo umetusaidia sana, hata huduma tunaiona tumeiona sana palefu kwa sababu ilikuwa ni changamoto mtu kutoka Mamongolo mpaka Makowo au limiwa likuwa ni jambo gumu, lakini mlivyorahisisha, tumeiona tumeiona faida kubwa sana tukihudumiwa zahanati ya Makowo pia, na leo umetufanyia hili, tumeona uwepo wenu na upendo wenu mlioufanya, tumefurahi sana pia tuzidi kuombea. Ilikuwa changamoto, kwa mfano mama na mtoto, akisha kuwa mjamzito muda wa kujifungua unaambiwa uende mpaka elimiwa, ilikuwa usafiri ni mgumu, ilikuwa kutoka hapa mpaka elimiwa ni, ni kitendo kigumu sana, mtu mpaka anajifungulia njiani, mtoto anakuwa sio salama, mama mwenyewe anakuwa ametokwa damu nyingi maisha yake anakuwa hatarishi, lakini kwa sasa mlivyotufanyia tumeona faida kubwa sana, watoto wanakuwa vizuri na mama anakuwa vizuri na huduma imekuwa nzuri. Kwa majina naitwa Onelius Bernard Mwalongo. Kiujumla, kwa jinsi changamoto zilizokuwa tunazipata miaka ya nyuma, kwa kwetu kuwa na changamoto kubwa sana hususani mambo ya huduma ya kiafya, kwa sababu tulikuwa tukitoka hapa tunaenda Imiliwa mpaka Wemba mpaka uko Njombe, kitu ambacho kilikuwa kinatuletea shida sana, mpaka wagonjwa wengine walikuwa wanafia njiani. Kwa hiyo tulipokuja serikali ilipokuja kutusaidia kutujengea kituo cha afya Makoo, kwa kweli ni kitu ambacho tuliweza kufurahi sana, na vile vile kupatana na fedha iliyokuwa inatoka, na kazi ilikuwa inaenda kwa wakati na haikuweza kucheleweshwa, na kitu ambacho sisi wenyewe tulikuwa kwenye ndoto kusema kwamba je, tu tu tu tutakuja kufanikishwa kupata hii huduma ya kituo cha afya Makoo na tuliokuwa wengi ilikuwa yaani kuwa hivi kweli tutakuja kuhudumiwa mapema? Kile kituo inawezekana kikachukua muda mrefu sana, lakini kufuatana na uongozi tuliokuwa nao, hususani mheshimiwa wetu diwani akishirikiana na mheshimiwa mbunge pamoja na ngazi za juu, ngazi za wilaya na mkoa, kwa kweli weza kusimamia kwa uzuri mpaka hatimaye tukaweza kukuta kituo cha afya kipo vizuri tayari kwa matumizi na tukapewa ambulance kitu ambacho tulifurahi sana. Mimi mwenyewe binafsi nilifurahi, nilisema, endapo inawezekana, kaja kufanya kazi baadaye nikiwa nimeshakufa lakini, nikaona yani, mambo yameenda kwa muda mwafaka kama hivi. Hizi zahanati yetu ni kweli, tulikuwa na zahanati yetu kama mlivyoiona pale, ni ya muda siku nyingi sana. Mimi nakumbuka kati bado nasoma shule ya msingi mpaka sasa hivi. Tumefurahi kuja kuizindua kama serikali yetu imezindua hapa sasa hivi, tutaanza kuitumia kama hivi, umetuletea vyombo vya kisasa ambavyo nadhani kwa kila mwananchi sasa hivi amefurahi, kitu ambacho alikuwa hawaamini kuwa inaweza likatokea kitu kama hivi. Wananchi tupo vizuri, tumefurahi, tumepokea kwa mikono miwili, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. <coughs> mpaka sehemu inaitwa Makete. Makete kwenda kutibiwa. Kwa hapo mpaka Mbena kwenda kutibiwa. Lakini shukuru kwa jitihada zao na jitihada ya serikali kusaidiana kwa pale kulipofika. Mwanzo wa kwanza tukajenga zahanati ambayo sasa tunaondoka nayo. Na tunashukuru sasa serikali ipo waona, imejifunza hilo kufuatana na majengo na ambayo yanataka kuboreshwa sasa, tuanze na sana chote sasa tunaanza